Nam kujitole kwa kujitolea kwa kwake kuokoa maisha na mali, sidhani kama kuna kitu ambacho tutampa kilipi alichokifanya, lakini cha msingi ni kuhakikisha kwamba mazingira yake anayoishi yanakuwa mazingira bora, mahitaji yake ya kimsingi anapata, na wale ambao wanamtegemea pia wazidi kuhakikisha kwamba mahitaji yao yanapatikana. Kongole kwake, Mzee Ali Suo. Na kampuni ya Royal Media Services RMS ilijizolea tuzo mbalimbali kwenye toleo la 14 la tuzo za Marketing World Awards mwaka 2025. Jukwaa la mtandaoni la Citizen Digital lilitambuliwa kama jukwaa bora zaidi mwaka huu wa 2025. Kampuni ya RMS na wasimamizi wake walinyakulia tuzo za hadhi ambapo mkurugenzi wa masoko na ustawi wa kidijitali alipata tuzo ya uongozi bora zaidi wa mfumo wa kidijitali huku Rene Makao akituzwa kama mtaalamu bora zaidi wa masoko mwaka huu. RMS ilisifiwa kwa ubunifu wa kimkakati na uongozi bora our CEO, Bashira Waruru, we are so grateful. Our fellow directors all across the departments and every hard working staff member of Royal Media Services. Na tunashukuru sana kwa Wakenya. Tunataka kusema asante kwa kutuamini na kuamini um, platforms zetu za digitali na za TV. And you can see we are dipping across Africa. We have winners from Tanzania, Uganda, Nigeria, Ghana, they are on board rewarding their creativity.